Mbunge wa viti maalum CHADEMA Musrat Hanje ametaka hatua kuchukuliwa katika kupambana na wimbi la wafanyabiashara wa kigeni ambao wanafikisha bidhaa mpaka majumbani. Akichangia hotuba ya mapato na matumizi ya ofisi ya wa Waziri Mkuu kwa mwaka wa fedha 2025-2026, ameiomba serikali kuchukua hatua dhidi ya hali hiyo ili kumsaidia Mtanzania ambaye amekuwa akishughulika na biashara hizo. Lakini kuna jambo moja specific, wakati sisi vijana wa nchi hii bado hatujatosheka hatujatosha kwenye ajira za serikali zinazotangazwa, lakini katika soko la ajira bado kuna gepu kubwa sana. Watanzania wengi vijana bado wana changamoto ya kujikimu kwa sababu hawawezi kujitegemea. Sasa wakati sisi tuko katikati ya lindi hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kumeibuka wimbi kubwa la raia wa kigeni ambao wanafanya kazi za wazawa kinyume na sheria ya mwaka 2015 ambayo inaitwa sheria ya kuratibu ajira za wageni nchini. Sasa watu wanafahamu, sasa mpaka kuna maeneo ambako raia wa kigeni ambao wengine ni wa Wachina na Waturuki wanafanya mpaka, uba, uba na bolti zile kwenye magari wanaendesha yale, wanafanya kazi ambazo tunaweza kuzifanya sisi vijana wa Tanzania, lakini hawa waraia wa kigeni wamejaa pale Kariakoo, kiasi kwamba sisi yani wanauza mpaka ireni za elfu tatu tatu. Sasa sisi kama vijana wa Tanzania mawinga paka Kariakoo watafanya shughuli gani? Kwa hiyo niliona ni, ni, ni busara sana tuliangalia ili jambo. Ni jambo ambalo kwa kweli naathiri shughuli za wazawa kama wa Tanzania sisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukifuatilia pia utafahamu kwamba wachini raia hao ambao ni, ni wa kigeni wanafanya shughuli mpaka za kwenda kugonga kwenye nyumba za watu, nyumba moja baada ya nyingine. Wanakuwa na kigari chao wamejaza vyombo mule, wanapita nyumba moja baada ya nyingine, wanakuwa na mtanzania mmoja amemtanguliza pale. Sasa mheshimiwa mwenyekiti tunakwenda wapi? Kwa sababu tunajua kuna utaratibu wa kuratibu ajira uh, za, za wageni, lakini wamefika hatua ambayo mpaka sisi tunashangaa. Kulikuwa kuna mnyororo wa thamani wa kiuchumi hapo katikati, Watanzania walikuwa wanaweza kwenda China, wanafunga mzigo, wanakuja hapo Dar es Salaam Kariakoo, wanawauzia wengine wa hapa ambao wanao, watachukua, watapeleka pale Singida mjini, na wengine watatoka Ikungi, watakwenda Singida mjini watachukua mzigo, watapeleka Ikungi, wakifika pale Ikungi kuna mwingine atachukua pale Ikungi atapeleka ndani ndani huko Isuna. Na ndani kabisa. Kwa hiyo hapo katikati kwa pita kuna hela ambayo inaachwa, ambao hawa ni Watanzania ambao walikuwa wanapata chochote katika huo mnyororo. Sasa hivi kama raia wa kigeni anaweza kutoka China moja kwa moja akachukua ila hela za katikati hapa zote akachukua yeye, maana yake hapa Watanzania na sisi tunakosa. Sasa tu, tu, tu, tuende wapi yani? Sisi kama raia wa Tanzania vijana wa Tanzania waende wapi kama imefika hatua? Mimi siamini kabisa kwamba tumeshindwa kufuatilia jambo na kulidhibiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba wakati tunakuja kufanya mahitimisho serikali tueleze wanachukua hatua gani kudhibiti wimbi kubwa la raia wa kigeni ambao wanakuja Tanzania, wanakuja kwenye nchi yetu, wanakwenda mpaka vijijini, wanakwenda kufanya shughuli ambazo zingeweza kufanya na vijana wa Tanzania na wakina mama wa Tanzania ambao wangeweza kufanya hizo shughuli. Na mimi naamini tuna intelijensia ya kutosha kubaini ninavyovisema. Ninaomba msipige hoja rungu, niendeni mkafuatilie ili mjue kama hiki kitu kipo kinafanyika, kwa sababu kinazungumzwa kila siku. Katika mchango huo Jackline Mshongozi akampa taarifa kuhusu wafanyabiashara hao wa kigeni kufika mpaka maeneo ya vijijini. Mchangiaji anayechangia sasa, ni kweli kabisa anachokisema. Ukiangalia nchi za jirani wa, wa, wa ndugu zetu wa nchi za jirani wamekuwa wakienda mpaka kwenye mashamba yetu huko vijijini wakati huu wa mavuno wanakwenda kule kwenda kuwarubuni wananchi kwa kununua mazao kwa bei ya chini, wanapeleka mpaka mifuko kule mashambani. Sasa mimi nadhani kwamba iko haja ya kuhakikisha kwamba halmashauri zetu kule ukawe usimamizi, usimamizi mzuri, kwa sababu mimi ninachofahamu huwezi kutoka hapa ukaenda nchi za jirani za wenzetu ukaingia mpaka mashambani kwao. Kwa hiyo wanaona kula loophole katika nchi yetu ya Tanzania ya kwenda huko na kufanya vitendo kama hivyo za kulevya kwa vijana haikukosekana katika mchango wake huku akimalizia kwa kutoa ushauri kuhusu no reforms no election. Tazungumzia kuhusiana na mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya, ninaomba nimpongeze sana kamishna jenerali wa, wa, wa kudhibiti wa mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya nchini jenerali, um, Erastus, Erastus, uh, Limo somebody, nafikiri jina sijalikosea lakini wanafanya kazi nzuri sana uh, kwa sababu najua waathirika wakubwa wa madawa ya kulevya nchini ni pamoja na vijana na kuna sababu nyingi, sidhani kama kuna muda wa kuzizungumza sababu ambazo zinapelekea watu waingie kwenye madawa ya kulevya, lakini niwapongeze sana kwa jambo moja. Wameweza mpaka sasa hivi kutumia teknolojia kwa ajili ya kubaini, kufuatilia na kudhibiti dawa za kulevya nchini. Tunapoteza vijana wengi sana kwa sababu ya matumizi ya dawa za kulevya. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda kwenye, kwenye zile nani za uraibu kule unaweza ukaumia roho sana. Kwa hiyo niwapongeze na niwaombe wasiache, kwa sababu sasa hivi Dar es Salaam huko akufai, yaani kuna, kuna hizo baa wanashisha wana humo, yaani ni hapafai kabisa, yaani tunaomba mwendelee kukazia hapo hapo na serikali itaunga mkono. Jambo la mwisho kabisa, sio kwa umuhimu Niwaambie tu hakuna mtu anayeweza kuzuia uchaguzi jamani. Kuna vitu vingine mnaweza mkampa mtu jina bure, alikuwa hata hamna haja ya kufanya naye jambo lolote, ilikuwa tu ni jambo la kuliasha tu lipite. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kudhibiti uchaguzi. Mimi nilikuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chadema wapiga kura milioni tano huwezi ukawaambia watu wazunguke mikoani wakatafute signature milioni kumi na tano Yani ni automatically, ni natural death. Kwa hiyo akukuwa na haja ya kutumia nguvu, achaneni watu, hawana hata pesa za kuzunguka kwenye mikoa kufanya mk mk mk mkutano ya adhara huko. Kwa hiyo nafikiri shughuli nyingine Mheshimiwa Waziri Mkuu kama ulivyoongeza budget nimeona budget ya uchaguzi imeongezeka. Hebu tuende kwenye mambo ya msingi. Watu wengine wanafanya shughuli nyingine wanaweza kuanzisha wakawa kikundi cha harakati, kwenye nchi viko vingi, kuna NGO zimesajiliwa za harakati. Lakini masuala ya uchaguzi nafikiri msiongeke kwenye focus. Tuendelee kwenye masuala ya uchaguzi. Uchaguzi watu watu watafanya. Na mkitaka kujua kama hakuna anayeweza kuzuia uchaguzi, kama kungekuwa kuna watu wanaweza kuzuia uchaguzi atajana pale, watu wanamchukua wasingemchukua. Acha nini hizo habari. Tuendelee kwenye focus. Uchaguzi upo.